Mei 15, siku ya Alhamisi, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, na leo tunaenda kujifunza katika mada ile ya saba, mada hii isemayo Misingi ya Unabii. Leo tunajifunza mada ndogo katika siku ya Alhamisi inayosema anguko la Lusifa. Inaonekana kutoeleweka kwamba Lusifa aliwahi kushikilia nafasi ya kerubi afunikaye akiwa na nafasi ya juu karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hakika, kuweko kwake kungesaidia kufunua utukufu wa Mungu kwa ulimwengu. Badala yake, alianza kufikiria juu utukufu wake mwenyewe, si utukufu wa muumbaji wake. Au kwa usahihi zaidi, alianza kufikiria kwamba hakuwa anapewa heshima anayostahili. Soma Ezekiel sura ishirini na nane ya kumi na moja hadi kumi na saba na Isaya sura ile ya 14, ya 12 hadi 14. Nini kilisababisha anguko la Lusifa? Linganisha vifungu hivi na Ufunuo sura ya 14, ya kwanza hadi 12. Tofauti kati ya anguko la Lusifa na nafasi ya juu ya wanadamu katika Kristo inakuwezeshaje kuelewa kile kinachotokea katika Ufunuo 14? Angalia jinsi Lusifa alivyoondolewa kutoka katika mlima mtakatifu wakati waliokombolewa wanasimama juu ya mlima Sayuni pamoja na mwana-kondoo wa Mungu. Inasemekana kwamba Lusifa alikuwa katika bustani ya Edeni. Jamii ya wanadamu pia iliwahi kuwa huko, lakini tofauti na hatima ya Shetani, wanadamu watarejeshwa katika paradiso kwa njia ya Kristo. Tazama Ufunuo sura 22 aya kwanza hadi ya tatu. Katika muktadha huu, nukuu ifuatayo kutoka kwa Ellen G. White inaelimisha sana: mbingu itajawa shangwe, kwa maana nafasi zilizo wazi mbinguni kutokana na anguko la Shetani na malaika zake zitajazwa na waliokombolewa na Bwana. The Advent Review and the Sabbath Herald, May 29, 1900. Na wako huko mbinguni kwa sababu ya injili pekee kwa hakika mada ya injili ya ukombozi inapatikana kwa jinsi iliyo dhahiri katika chumba cha enzi katika ufunuo sura ya nne na ya tano kwa mfano malaika wanapaza sauti wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ni taswira iliyoje ya injili, kifo cha Yesu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Ona pia jinsi lugha ilivyoakisi ujumbe wa malaika wa kwanza, ambapo tumeitwa kuhubiri injili ya milele kwa hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, Ufunuo kumi na nne aya sita. Ni udhihirisho dhahiri kiasi gani wa utimilifu wa kile Kristo alichoufanyia ulimwengu? Hakuna mwanadamu katika historia yote ya dunia ambaye Kristo hajamfia. Wanahitaji tu kutambua hilo na kuchagua kukubali. Wajibu wetu ni upi kama kanisa na kama mtu mmoja mmoja, katika kuwajulisha watu kuhusu kile Kristo alichowafanyia? Hii ni Mei 15, mada ikisema anguko la Lusifa, na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote, na karibu tena katika mfululizo wa masomo haya, hapo tunapomalizia mada hii kesho.